ya kutosha ni, ni orientation. Mm-hmm. Yeah. na nikiwemo ikiwemo kuona wengine waliopitia kwenye ofisi hii nimezingatia, na nitalifanyia kazi na naamini, na, na huwezi ukaingia ofisini kwa siku moja alafu kajidai wewe bingwa, wakati wenzako walipita hapo, wengi wanajua mazingira ya kazi ile na wanaweza kukupa picha ya mapema, lakini pia nakushukuru kwa timu ya ya wasaidizi kuanzia katibu mkuu. Umeniambia kazi kubwa ambao wamefanya pamoja nawe. Nakushukuru sana, lakini pia kwa nikushukuru kwa kazi kubwa umefanya katika kipindi hiki cha miaka miwili na nusu. Sisi tumepita, tumepita nchi nzima tukinadi mafanikio ya serikali ya Mama Samia, ya Chama cha Mapinduzi. Unakumbuka kwenye kufunga kampeni nilisema Mwanza kwamba kazi yetu kwa wananchi haikuwa ngumu kwa sababu tulikuwa tuna ushahidi wa delivery wa serikali, imedeliver kiasi gani kwa wananchi katika miaka hii minne na nusu iliyopita, na mambo yaliyofanyika mengi, kwa ma, kwa mtazamo wa kawaida ni kama maajabu hivi, lakini yamefanyika katika miaka minne na nusu, ndio yaliyotupa heshima kubwa kwa wananchi kila tulipopita, wamekiheshimu chama chao, wameheshimu serikali yao. Lakini katika miaka hiyo minne na nusu, wewe ndio ulikuwa msaidizi mkuu wa rais wetu kwa wakati. Tunampongeza sana rais wetu, lakini pia tunakushukuru na wewe msaidizi wake mkuu kwa kwa kwa kumsaidia, kumsaidia uliweza kufanya akafanya kazi yake kwa utulivu. Tuna, tunakushukuru sana kwa kazi kubwa tuna-, sana kubwa. Rais na umenisisitiza sana umuhimu wa kuendelea kumsaidia rais. Nataka nikuhakikishie kwamba nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, nikuhakikishie mi nitashirikiana na wenzangu kwa, e, ni, ni, ni kwa, kwa kadri inavyowezekana kutimiza majukumu ya ofisi ya makamu wa rais. Lakini na wewe hupo kwenye mapumziko yako, tunakuombea baraka na mafanikio, na usisite, wakati wowote kuna jambo la kutushauri, usisite kutushauri lakini pia tutakapokuja sisi bila wewe kutuita, kuomba ushauri wako, naomba uwe milango yako iwe wazi. Tutaendelea kutegemea sana uzoefu wako, na hasa ukizingatia habari ya ya uchumi wa bluu umeletwa kwenye ofisi ya makamu wa rais. We unafahamika katika ubobezi wa uchumi, na mmoja wa watu ambao historia haitasahau na tume yako ya mipango, kwa sii, tutaendelea kutumia experience yako hiyo ili angalau Ofisi ya makamu wa rais naye hiji hiwo ina mchango wake kwenye hiyo uchumi wa blue uwe register kuliko ukiwa kwenye, kwenye maneno pekee yake.